CMSA inaendesha shindano kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu, yaani the Capital Markets Universities and Higher Learning Institutions Challenge, kwa lengo moja tu, kuongeza uelewa na kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki katika masoko ya mitaji kwa kutumia njia mitandao ya kielektroniki yaani simu za mikononi na internet, vilevile na kutumia nyenzo zingine ambazo ni za kiteknolojia. Shindano hili linahusisha wanavyuo wa elimu ya juu kote nchini, wa bara na visiwani, ili waweze kushiriki na kujifunza kwa vitendo na nadharia fursa mbalimbali za uwekezaji katika masoko mitaji shindano hili ambayo tunaenda kulizindua leo tarehe mbili Mei ishirini ishiri na tano linatarajiwa kufungwa tarehe thelathini na moja Agosti ishirini ishiri na tano ili kutoa muda wa kutosha kwa wanafunzi kushiriki bila kuathiri ratiba za masomo yao. Shindano hili kimsingi limegawanyika katika sehemu kuu mbili ambazo ni shindano la maswali na majibu, yani quiz competition, na vilevile kuna shindano la kuandika insha yani essay competition. Kupitia shindano la maswali na majibu ambao kama nilivyosema ni quiz competition, wanafunzi wanatakiwa kujibu maswali mia moja kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano kwa njia ya simu za mkononi kivuti barua pepe, ambapo mshiriki atatakiwa kujisajili kwa kuandika taarifa zake muhimu, ikiwa ni pamoja na majina matatu, ambapo kutakuwa na jinsia, chuo ambacho anapotoka, kozi anayosoma, na kisha kufuata maelekezo mengine. Kwa shindano la S competition, mwanafunzi atatakiwa kuandika insha kuhusu, nitasema kwa Kiingereza, mwanafunzi atatakiwa kuandika insha kuhusu practical examples discuss the role of thematic capital market products in mobilizing resources for financing business and development projects. Insha hiyo inatakiwa isizidi kurasa nne na maneno elfu moja mia tano. Na kisha kuituma insha hiyo kwa barua pepe ambayo utaituma ambayo inaitwa challenge.cmsa.go.tz. Insha hiyo, Washindi katika mashindano haya ni wale ambao watapata alama za juu kuliko washiriki wengine na ambao wataweza kujibu kwa ufasaha maswali ya usaili utakaofanyika mbele ya jopo la majaji, ili kuidhinisha kuwa wao ni washindi. Mabibi na mabwana, katika mwaka huu CMSA imeweka lengo la kuwafikia wanafunzi wapatao elfu ishirini ikilinganishwa na wanafunzi kumi ok, na nane elfu na mia mbili sabini na tano walioshiriki shindano hili mara ya mwisho, ikiwa ni matarajio ya ongezeko la takribani asilimia kumi nukta moja. Ili kufikia lengo hili CMSA imeweka mikakati mbalimbali mbali ya kurahisisha ushiriki wanafunzi, ikiwa ni pamoja na kuboresha mfumo wa teknolojia ya habari na mawasiliano kwa kutumia simu za mikononi, tuvuti na barua pepe, ambapo mwanafunzi kwa kutumia bando lake la kifurushi cha kawaida ana uwezo wa kuingia kwenye tuvuti ya shindano la maswali na majibu, hali kadhalika kuwasilisha insha yake. Kwa wanafunzi ambao wako maeneo ambayo yana changamoto za kimtandao wa kielektroniki, bado ataweza kushiriki shindano hili kwa kutumia barua pepe na simu za mkononi kwa njia ya ujumbe mfupi wa maandishi, yani SMS. Hivyo basi, wanafunzi wanaweza kutumia simu janja, yani smartphone, au kishaswadi kwa kutumia USSD code ambayo itatolewa KSBI. Um, kwanza awali ya yote nipende kushukuru SMA kwa kutuchagua kwa kutupa hii opportunity ambayo baadaye kwenye maisha yetu kama wanafunzi, huko mbele tutamaliza hii itakuwa mojawapo ya fursa kwetu natumaini sisi kama wanafunzi tutaichukulia vyema na pia tunaenda kuwa ambasada kwa wanafunzi wenzetu huko mbele, ili nao waweze kushiriki nao pia wapate hii fursa kama sisi tulioipata. Na kingine, kama tunavyojua huko mtaani hakuna kazi, tunapambana hivyo hivyo, lakini Mungu atatujalia kwa hii SMA tufanye vyema, tujue capital marketing jinsi inavyofanya kazi ili na sisi tujue kuwa vyema.